ikiwa tarehe 18, mwezi Aprili mwaka 2025. Kujambo na karibu katika kipindi chetu kipendacho mwanga wa jamii, nikiwa na mga wako Josh Jem, na pembezoni nikiwa na mwanahabari mwenza Shukrani Jesu. Mtazamaji, leo hii utaweza kuzungumzia kuhusu swala la utumishi katika vijana. Kumbuka mtazamaji, unaweza abarasi kupitia nambari ya kifupi mbili moja vile vile katika mtandao wetu wa kijamii kama Facebook, Instagram @mawaztv au katika tovuti yetu ya barua pepe www.mawaztv.co.ke. Mtazamaji, tunielekea kwa mzungu mfupi kisha tuweza kurejea katika awamu ya pili ambapo tutaona ndani zaidi, sema basi. Tutaweza kudadevasa na utumishi katika vijana <mukula> kwa undani. Kumbuka mtazamaji, endelea tu kutuma rafa ya kupitia nambari likupi mbili moja tatu tano sifuri kujadili kuhusu utumishi katika vijana. Kwa kunukuu ni kwamba leo tutaweza kujadili fedha za utumishi katika vijana na hasara katika utumishi wa vijana. Kwa kwanza tu ni kwamba utumishi ni ile hali ya mtu kufanya jambo fulani bila kushurutishwa na mtu yeyote. Mtazamaji, kuna aina aina za utumishi katika vijana: utumishi katika umma, utumishi katika siasa, katika vile vile utumishi katika nyumba ya Mungu. Endelea kutuma rafa kwa wanahabari mimi moja tano tano sifuri katika channel yako ya Mawaz TV. Na tukiongelea swala la faida, labda kijana hapo nje kuchangia, kijana ule hapo nje unaweza kuchangia kujadili katika vijana

unaomba okay. Mtazamaji, naona jumbe zikiendelea kumiminika upande wa Facebook, lakini tuingie upande wa jumbe fupi. uko studioni Hello. Hello. Stella Katoi kutoka maeneo yako, ndani utumishi katika vijana <coughs> <umasaidu. Umasaidu. tos> <Umasaidu. Umasaidu. tos> unaezisha vijana kurahisisha kazi makanisani mfano Ujenzi katika ujenzi wa kanisa vile vile, katika kiambo changu Njeni, kutoka maeneo ya Huruma, vijana wameweza kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwa ibada za makanisa zinakuwa zenye kufana zaidi. Na ni kweli ukichunguza, vijana wengi kukutana kila siku ya Jumamosi ili kuweza kufanya mazoezi ya kufanikisha ibada ya siku inayofuata. Mtazamaji, ni kwamba Vijana kutoka sehemu mbalimbali katika dini ya marafa kongamana katika kanisa kuu na marafa Baptist. Eh, Benjamin Katana anaweza vijana kuhudhuria mafundisho. Hatimaye mambo mengine ilikuwa tunajua kufanyika mwezi Agosti mwaka elfu mbili ishirini na tatu. Maana wala nasi dakika chache sijazo tuweze kupata habari kamili. Kama labda tukimalizia mali za wao hii, kwa labda basi kutupa kisogo tuweze kujadili changamoto nazungumbana nazo kijana anapokuwa katika utumishi. Nambari za simu zuwazi 21550. Naona jumbe sianza kumiminika katika gongo changu kwa njia ya jumbe fupi. Neema kutoka Waresa, vijana wanaofanya kazi ya Mungu ni wenye kudharurika hasa pale wanapoeneza injili nyanjani. Na ni kweli, ukichunguza vijana wengi naokua nyanjani kueneza injili watu, watu, watu wengi kusema kwamba, ah, wale wanajifanya wahubiri lakini matapeli inapo studioni lo Emanuel Kombe kutoka Upendo anasema nakwa miaza kipindi vile vile, katika ukurasa wa Instagram na mwanafa James kutoka Mawazo anasema vijana lazima waache kazi zao za kila siku ili kuweza kufanya kazi ya Mungu. Jambo hili huwa ni changamoto sana kwa vijana. Mtazamaji,

Vijana kutoka sehemu mbalimbali katika mji wa Marafa kongamana katika kanisa kuu la Marafa Baptist ili kuelimisha vijana kuhusiana na ujana katika utumishi. Ana maneno mwana habari wetu aliyekita kambi katika maeneo hayo arudishe mengi kuhusiana na somo hilo. Naam, nakupata na, no, mbora kabisa bwana shukrani Charles kutoka maeneo haya ya Marafa, na nimeweza kukita kambi katika maeneo haya kwa siku hizi tatu na baadhi ya makanisa yaliyoweza kuhudhuria mafundisho haya ikiwemo Kadhanani, Waresa, Upendo, Mawazo na makanisa mengine mengi kutoka eneo kati la Bungani. Na lengo la kupita kaumbi katika katika mazingira haya ni kuhudhuria mafundisho haya kwa siku hizi tatu ambapo vijana pamoja na viongozi wao wameweza kukongamana na somo lenyewe ilikuwa ni kijana katika utumishi, ambapo somo hili linaonekana kuwa lenye umuhimu zaidi, kwa maana linawafundisha vijana hawa kujua majukumu yao katika kanisa. Na aina mwalimu wao bwana Samuel Rahisi anaopongeza vijana kwa kudumisha nidhamu katika mafundisho hayo, na pia anaohamasisha kwamba waweze kujitokeza kwa wingi katika mafundisho haya ili wakaweze kujengeka kiimani lakini na, na pia vilevile mwalimu huyo anatoa pendekezo la kwamba vijana wakaweze kugawana katika makundi, kuzingatia kile kitengo cha umri ili kutimiza matakwa yao. Lakini kauli hii inapatikana suluhu kutoka kwa mchungaji Chemsi Yongo ya kwamba vijana wote ni sawa, na hivyo watafunzwa kwa, wa kwa darasa moja, na labda vijana wataweza kutuambia mambo kadhaa waliyoweza kujifunza. Somali. na somo hili, na kando yangu basi nikiwa na kijana mmoja, naye labda ataweza kutuambia mawili matatu anayeweza kujifunza naam. Hujambo, sijambo. Nijuze jina lako kamili, kanisa unalotoka na unaweza kujifunza nini kuhusiana na somo hili? Majina anaitwa na, natoka kanisa la huduma ya Kristo. Kwa kweli ni kwamba katika mafundisho haya Tumejionea ufanisi mkubwa sana. Kwa maana yamekuwa mafundisho mazuri, tumejifundisha mengi tena zaidi, hususan katika utumishi. Tumeweza kujua utumishi ni nini. Kwamba ni kutumika katika jamii, kuwaelimisha wengine hasa katika masuala ya dini. Na kijana huyo basi, anasema ya kwamba amejifunza utumishi kuwa na umuhimu zaidi, haswa kwa vijana, ambapo tunajulikana ya kwamba vijana ndio wenye nguvu, ukizingatia swala la kili. Na unawezaje kuambia vijana wenzako ambao hawakuweza kuhudhuria kongamano hili? Kwa wale ambao wamekosa, wamekosa makubwa sana, kwa maana sidhani kama hili kwa mwaka huu litarudiwa, lakini kwa maana tumekuja mabalozi, tutaenda kwanepesa, lakini nikusema kweli kwamba wamekosa kwa sana. Nao basi anasema kwamba wale ambao wamekosa kuhudhuria kongamano hili wamepata hasara, kwa maana halitaweza kurudiwa tena. Na ule upande wa pili, basi kunada jina lako kamili, kanisa unalotoka, na umeweza kujifunza nini kutokana na, na mafundisho haya? Kwa majina yangu kamili naitwa Stella Katui, natoka kanisa za Kiwandani Baptist Cheni. nimejifunza katika mafundisho haya, nimejifunza sifa za Mungu kuwa Mungu mwenye upendo Kijana anasema kwamba amejifunza kwamba Mungu ni mwenye upendo, hivyo tukazidi kudumisha upendo tukiwa nyanjani. Na unaweza kuambia nini vijana wenzako ambao hawakuweza kuhudhuria mafundisho haya? Vijana ambao wamekosa mafundisho haya wamekosa mambo mengi sana, lakini pamoja na la hivyo, ndiojitahidi kuhudhuria mafundisho, kwani katika ana ya vijana Hivyo basi anawahimiza vijana wenzake wakaweze kujitokeza kwa wingi katika mafundisho ili wakaweze kujengeka kiimani na kidini. Na katika kuaahili, yule kiongozi mkuu wa jumuiya ya marafu hakuweza kufika, lakini amewatuma wasaidizi wake wakaweze kumtambulisha na labda pia nao wakaweza kupendeza mambo kwa kidutu walioweza kujifunza na habari yako kiongozi, salamu sana. Ni juze jina lako kamili, kanisa unalotoka, na uweze kutwambia ni faida gani ambazo kijana anazipata katika utumishi wa Mungu. Naitwa Gelson Lengo na mimi nimetoka kanisa Kurugo Baptist. Katika mafundisho haya ama semina hii tumesoma baadhi ya mambo ambayo yanatusaidia kama Wakristo ama kama vijana katika swala faida la utumishi. Tunaona kwamba tukiwa tunamtumikia huyu Mungu tunapata baraka katika maisha yetu. Tunapoomba mahitaji yetu, Mungu ni vyema, anatusikia na pia Mungu hiyo basi ndio kauli yake kiongozi aliyoweza kuhudhuria mafundisho haya kwamba kijana anapokuwa katika utumishi anapata baraka.